Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tunaenda kuandaa topping ya pizza ya nyama ya kusaga. Ntaweka sufuria jikoni, nitaweka mafuta. Yakipata moto, nitaweka vitunguu maji, nitakoroga kwa muda wa dakika mbili, kisha nitaweka kitunguu saumu hapa, nitachanganya paka vitungu saumu na vitunguu maji vile vya brown, lakini visiungue. Vitunguu vimebadilika rangi, nitaweka nyama, nitakuwa na iponda ponda hivyo kwa moto wa wastani, ili itoe maji na isishikane, na iponda ponda hivyo ili isishikane kuweka kama madonge Nyama yangu inaendelea vizuri, na hapo utaona maji, lakini nitaipika mpaka maji yakauke. Nitaweka chumvi, nitaendelea kuipondaponda na kukoroga. Usiache kuipondaponda mpaka itakavyokuwa moja moja. Nikiridhika nyama yangu imeshikana na haina maji kama hivyo, nitaanza kuweka viungo. Nitaweka pilipili kavu, nitaweka Italian herbs. Nitaweka na roico, nitachanganya vizuri mpaka viungo vichanganyikane na nyama, kisha nitaweka tomato sauce Nikiweka tomato sauce, nitakoroga, nitahakikisha nyama inashika vizuri tomato, yani inaenea tomato vizuri kwenye nyama. Naendelea kukoroga. Nyama yangu imekuwa tayari na imeshika tomato vizuri. Nitaipika kwa muda wa dakika tatu, kisha nitaweka kwenye kontena, nitaiacha ipoe. Hii nyama unaweza kufungia hata sambusa. nimeweka tomato kwa sababu pizza nataka iwe tamu, iwe na ladha tamu. Haya, hapo pizza yangu hii hapo niliokula kama unaona, utaona, unaona, unaona nyama hiyo juu. Ukivutiwa na video hii, tafadhali bonyeza like, acha comment, subscribe. Asanteni sana kwa kuangalia video zangu.